E, aaskuru tumepata mtambo wa muda ambao sasa unaingia majili kwa ajili ya kuweza kuondoa ikimaji na gugu maji changamoto e, kubwa sababu yana asili pia nguvu ya na asili, usafiri, na asili uchumi sababu samaki wanapuzwa wanakosa wabisiili ya kutosha, kwa hiyo naamini kwa mtambo huu wa kwanza

mashine yetu ina uwezo wa kuchimba kina cha chini mpaka mita saba na imetengenezwa special kwa ajili ya maji baridi, hasa kwenye maziwa. Kwenye magugu maji itakuwa ina inakata magugu vipande afu na kusukuma n nje ya ziwa. Inategemea na kwa siku tunaweza kufanya hata zaidi ya eka moja kama magugu yanakuwa hayana mizizi mikubwa sana. Namshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuelekeza kwamba Wizara ya Fedha itoe fedha shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kuimarisha huduma katika Ziwa Victoria. Madhara haya magugu ni mengi na makubwa sana. Juzi tulikuwa Ukerewe tumeona kuna dalili ya magugu haya kuanza kusogea wapi? Ukerewe. Maana yake haya magugu yatasogea pia kwenye mradi wa vizimba vya samaki. Mkoa huu Mheshimiwa Rais ameleta fedha kwa ajili ya wafugaji samaki, shilingi bilioni mbili na milioni mia tano, na wamekopeshwa kupitia Benki ya TADB tena bila riba. Sasa wewe unafuga samaki, una mkopo hata kama una riba, na kikundi kimoja Hivi juzi walinipa taarifa kwamba walikopa kama milioni mia moja na wamesharejesha milioni mia moja na wamepata faida ya kutosha. Sasa imagine, unakuja alafu magugu yote yamezuia sehemu yako ya, kizi, ya vizimba, samaki wako wakafa wote, utarejeshaje mkopo? Kwa hivyo ndio maana jitihada za makusudi zinachukuliwa na serikali kufanya usafi wa ziwa Victoria. Kwa hiyo wito wangu Nemki, lakini pia e, taasisi nyingine zote ikiwemo idara ya uvuvi kuendelea kutekeleza maelekezo ya wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na hapa ninawapongezeni watu wa bonde kwa kazi hii mlioifanya ambayo inaendelea na mnatumia gharama kubwa. Kwa hivyo taasisi nyingine pia msije mkadhani swala hili ni la watu wa bonde tu, hii multiplier effect kwamba hawa watu wa maji maji kule tunayokunywa yanatokea ndani ya ziwa. Magugu yakisha kuwa mengi yataenda kwenye pampu kwenye ziwa, eh, yata, yata ile injini inayosukuma maji na yenyewe itaingiliwa na magugu yenyewe, pia itaanza kuwa kama kivuko chetu ita collapse. Kwa hiyo watu wa maji, kutakuwa na changamoto ya maji kwenye mkoa wa Mwanza, lakini wavuvi vizimba vimo humu, ni wizara ya uvuvi. Kwa hivyo, msije mkafikiri kwamba jambo hili linaigusa tu watu wa bonde la hasha. Kwa hiyo, e, sekta nyingine zote zinaweza kuathirika kama hazitofanya kazi kwa pamoja.